Jina naitwa Suleiman Faki Haji, mratibu wa kitengo cha elimu ya afya Pemba. Kama ulivyoniuliza, kuna hatua mbalimbali ambazo tunazichukua kwenye kuelimisha jamii juu ya maradhi mbalimbali ya miripuko ikiwemo matumbo ya kuharisha, matumbo ya kuharisha damu, maradhi ya macho na maradhi mengine yasiyo ya kuambukiza. Sasa kuna juhudi mbalimbali mbali ambazo tunazifanya ili kusudi wananchi wa waondokane na tuseme tetesi ambazo hazipo kwenye jamii. Kwa sasa tuna mvua zinazoendelea za masika ambazo mvua hizi tunasema ni neema zinapokuja, lakini zinapoondoka zinakuwa na maudhi madogo madogo. Moja kati ya maudhi madogo madogo tunaweza tukapata maradhi ya miripuko. Lakini mpaka sasa kwa upande wa kisiwa chetu cha Pemba bado tunaendelea tukiwa tuna maradhi ya kawaida ambayo si miripuko. na tuondoe zile tetesi zilizoko kwenye jamii kwamba sijui kuna maradhi ya milipuko, watu wamefariki, watu wamewekwa kwenye maeneo maalum. Hapana, sasa hivi tulicho nacho ni maradhi kama maradhi mengine, lakini tunaendelea kuhamasisha jamii juu ya kujikinga na kujilinda na maradhi ya milipuko, ikiwemo maradhi ya matumbo ya kuharisha, hayani uharo mkali. Hayo ndio yaliyopo na yanatibiwa maeneo yoyote, na tunaishajiisha jamii wachukue zile tahadhari ambazo wataalamu wetu wa afya wanaendelea kuzitoa kwenye jamii, ikiwemo vituo vya afya. Kwenye jamii kuna wahudumu wetu wa afya wa kujitolea, na hili ni suala mtambuka, na tunafanya kazi kwa mashirikiano ya wilaya, mkoa na taifa. Tumekaa vikao mbalimbali mbali, tukaona kutokana na mvua zinazoendelea kunaweza kukashiria maradhi ya milipuko mbalimbali. Sasa moja kati ambacho tumekifanya kupitia viongozi wa serikali wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri pamoja na sisi Wizara ya Afya na Zawa, tumekubaliana kichanzo kimoja ambacho kinaweza kusababisha kwa nafasi kubwa aidha watoto ama watu wazima kupata maradhi ya milipuko ikiwemo haya matumbo ya kuharisha uharo mkali. Tumesema basi, kwa yale maeneo ambayo tuna hofu nayo, yanaweza yakatokea matumbo ya kuharisha tujaribu kudhibiti na kuelimisha watu, sasa hivi waache kununua na kuuza vyakula ovyo ovyo. Lakini jengine tumefika mbali, tukawahimiza wa hifadhi vyakula vyao, lakini kwa sasa ni kweli kwa upande wa mjini hapa Chake Chake na miji mengine hema ya visiwa vya Pemba, wilaya nyingine tumejaribu kupeleka hilo ombi kwa wafanya biashara wale wadogo wadogo wanauza kama badia masukuli na kachori na makabaisa na mihogo ya kukaanga, tumewambia kwa sasa wastahimili kidogo e, ili hii mvua angalau ikatishe katishe, ili watoto wetu wasije wakapata maradhi ya milipuko ikiwemo matumbo yao. Kwa jamii kwanza, naendelea ku wanasii waunge mkono juhudi za serikali. Moja kati ya juhudi za serikali ni yale yote yanayoelekezwa na wataalamu wetu wa afya kuyafanyia kazi, lakini pia zile tahadhari tunazozitoa wazichukue, na kila mmoja kwa nafasi yake aitumie ili jamii zote e, za kisiwa chetu cha Pemba kiepukane na maradhi ya maambukizi. Na hizo tetesi ambazo zipo, wito wangu ni kwamba chochote ambacho kitatokea kilichokuwa hakina ushahidi tunawaomba jamii, aidha waende wa vituo vya afya au watafute wataalamu wetu wawambie kuna tatizo gani, ili wataalamu sasa wafuatilie hizo tetesi. Na hizo ni kazi zetu, Wizara ya Afya, kuzifuatilia tetesi.